U hali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuze yale yalojiri tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Miriam Mlaponi nitakusomea habari za kitaifa, habari za kimataifa zitasomwa na Roman Shirima na habari za biashara zitasomwa na Godwin Mawanja. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Rais Dr. Samia kumwapisha Daktari Mwigulu Nchemba kuwa Waziri Mkuu wa Tanzania, huku yeye akiwaonya watumishi wazembe wa umma. Na katika habari za kimataifa mawaziri wa G7 wakosoa vurugu nchini Sudan. Karibu mtazamaji wa TVE na moja kwa moja tuanzie kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kumwapisha Dr. Mwigulu Lameck Nchemba kuwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Josephine Kaponya ameandaa taarifa zaidi inayosomwa hapa studio na Goodluck Msolla. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Katibu Mkuu Kiongozi Balozi Dr. Moses Mpogole Kusiluka Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluh Hasan anatarajiwa kumwapisha Dk Mwiguru Lame Kinchemba kuwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Ijumaa, Novemba 14, 2025. Dk Mwiguru Lame Kinchemba ameteuliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluh Hasan kuwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na jina lake kuthibitishwa na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Alhamisi ya Novemba 13. Mapema bungeni mpambe wa rais aliingia ndani ya bunge hilo na hati hiyo iliyokuwa ndani na bahasha maalumu na kumkabidhi spika wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania, Musa Azani Zungu ambaye alifungua na aliwasomea wabunge jina la daktari Mwigulu Lameck Nchemba ambaye ni mbunge wa Iramba Magharibi na waziri wa fedha katika awamu iliyopita. Waheshimiwa wabunge, uteuzi wa waziri mkuu wa Jamhuri ya muungano wa tanzania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 Ya baada ya kupatikana kwa jina la waziri mkuu, mwanasheria mkuu wa serikali Hamza Johari akatoa maelezo kuhusu sifa za mtu ambaye anatakiwa kushika wadhifa wa waziri mkuu kabla ya bunge kuanza zoezi la kuthibitisha uteuzi wa waziri mkuu mteule Daktari Mwigulu Lameck Nchemba. Leo Novemba 13, 2025, waziri mkuu mteule wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mwigulu Lameck Nchemba amesema serikali ya awamu ya sita inayoingia katika awamu yake ya pili itakuwa na kazi kubwa ya kusimamia utekelezaji wa dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2025-2050 ambayo imelenga kuleta mafanikio makubwa ya kiuchumi na kijamii nchini. Akitoa hotuba ya shukrani mara baada ya bunge kumuidhinisha kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kula nyingi na kushika nafasi ya waziri mkuu, Daktari Nchemba amesema bila hiyo imeweka kipaumbele kwenye masuala ya ajira ambapo lengo kubwa ni kutengeneza ajira milioni nane kwa vijana nchini. Amesema anatambua changamoto ya ajira nchini hususani kwa kundi la vijana na ameahidi kushirikiana kwa karibu na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan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 hadi 2030, katika uchaguzi uliofanyika Alhamisi Novemba 13, bungeni jijini Dodoma ambapo Silo alipata kura zote za ndio 371, kati ya kura 371 zilizopigwa na wabunge. Baada ya kula kiapo cha uaminifu, Silo ameahidi kutekeleza majukumu yake kwa uadilifu, ushirikiano na weledi, akibainisha kuwa ataendelea kumshauri spika kwa manufaa ya Watanzania wote. Asante sana Goodluck like Msola kwa taarifa hiyo. Huko Zanzibar Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema kuwa uteuzi wa mawaziri wa teule unalenga kuimarisha kasi ya maendeleo katika kipindi cha pili cha awamu ya nane sanjari na kuhakikisha huduma kwa wananchi zinatolewa kwa ufanisi na uwazi, huko akiwasisitiza weledi, uadilifu na kuzingatia maslahi mapana ya taifa. Katika kutangaza uteuzi huo, Rais Dr. Mwinyi amesema kuwa katika kipindi cha pili cha awamu ya nane ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar itakuwa na jumla ya wizara ishirini badala ya kumi na nane zilizokuwepo katika kipindi cha kwanza ikiwa ni hatua ya kuongeza ufanisi katika kusimamia sekta mbalimbali serikalini. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo Alhamis Novemba kumi na tatu ikulu Zanzibar, katika hafla ya kuwatangaza mawaziri wa teule. Hafla hiyo imehudhuriwa na waandishi wa habari na wahariri katika vyombo mbalimbali vya habari nchini. Akitangaza mawaziri na naibu mawaziri hao wa teule, Dr. Mwinyi ameyataja ya majina yao pamoja na wizara watakazoongoza akiwamo Dr. Harun Ali Suleiman, waziri wa nchi ofisi ya rais katiba sheria, utumishi na utawala bora, pamoja na Dkt Saada Mkuya Saalum, waziri wa nchi ofisi ya rais Ikulu. Hata hivyo, rais Dkt Mwinyi ameeleza kuwa nafasi za wizara nne ameziacha wazi kwa muda hadi serikali ikamilishe makubaliano na chama cha ACT Wazalendo kuunda serikali ya umoja wa kitaifa. Amezitaja wizara hizo kuwa ni wizara ya nchi ofisi ya makamo wa kwanza wa rais, wizara wa afya, wizara wa utalii na mambo ya kale, pamoja na wizara wa Shara na maendeleo ya viwanda. Kwa mujibu wa Rais Mwinyi, uteuzi huo umezingatia uwiano wa kijinsia, uwakilishi wa pande zote mbili za Unguja na Pemba pamoja na uzoefu wa viongozi katika sekta husika. Katika kuzungumzia mwelekeo wa serikali, Dkt Mwinyi amesema Zanzibar inaingia kwenye zama za uchumi wa kidijitali na hivyo serikali itaendelea kuwekeza katika mifumo ya kisiasa, teknolojia na kuongeza kasi ya utendaji kazi kwa ubunifu na bidii. Mawaziri hao wanatarajiwa kuapishwa siku ya Jumamosi Novemba 15 25. Ikulu Zanzibar. Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ. Waziri atakuwa Idrisa Mustafa Kitwana. Ya nne. Ofisi ya Makamu wa Kwanza wa Rais kwa sasa itabaki wazi. Ya tano. Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais. Waziri atakuwa Hamza Hassan Juma. Ya sita. Wizara ya Fedha na Mipango. Waziri atakuwa Dr. Juma Malik Akil. Naibu waziri katika ofisi hii atakuwa Dr. Hamad Omar Bakari. Ya saba. Wizara ya Kazi na Uwekezaji. Waziri atakuwa Sharif Ali Sharif. Ya nane. Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Makazi. Waziri atakuwa Rahma Kasim Ali. Naibu waziri atakuwa Salha Mohamed Mwenjuma. Kesi iliyofunguliwa na taasisi nne kikiwamo kituo cha haki za binadamu LHRC na baraza la habari Tanzania MCT dhidi ya mwanasheria mkuu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imefikishwa katika mahakama ya Afrika Mashariki kwa ajili ya kusikilizwa ambapo kubwa zaidi ni kupinga sheria ya maudhui mtandaoni ya mwaka 2020 ambayo imefanyiwa marekebisho 2022 na 2025 25. Hazla Omari ana taarifa zaidi kutoka mkoani Arusha. Shauri hilo limesomwa katika mahakama hiyo mbele ya majaji watano wakiongozwa na jaji kiongozi Johannes Masara. Kwa upande wao, waleta maombi wanaopinga baadhi ya vifungu vya sheria vinavyokiuka haki za binadamu pamoja na kukiuka haki za kutoa na kupokea taarifa, yani freedom of expression, ambapo wakili wa upande wa utetezi Peter Manjanjara akizungumza nje ya mahakama hiyo ameeleza yaliyojiri mahakamani. Malalamiko yalikuwa malalamiko, uh, yaleta maombi yalikuwa ni dhidi ya sheria ya maudhui mtandaoni ya mwaka 2020 ambayo ilikuja kufanyia marekebisho mwaka elfu mbili na ishirini na mbili, lakini pia ikaja kufanyia marekebisho mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Sasa kuna baadhi ya vifungu kama kifungu nambari tatu nambari nne nambari tano na vinginevyo ambazo uh, waleta maombi wanacholalamika ni kwamba zinakiuka haki za binadamu, lakini pia ikiwemo haki ya uh, haki ya, ya, ya, ya kutoa taarifa na kupokea taarifa yaani uh, freedom of expression kwa hiyo mwisho wa siku maombi yamekuwa kwamba wanaomba vifungu hivyo mahakama iamue kwamba vipo kinyume na mkataba wa jumuiya ya Afrika Mashariki, ambavyo ni vifungu 6D saba kifungu kidogo cha pili na kifungu cha 8 kifungu kidogo cha kwanza aya namba C. Aidha walalamikaji wamezungumzia suala la adhabu ambayo ni faini ya milioni tano au kifungu cha miezi kumi na mbili jela kwa makosa ya maudhui mtandaoni sanjari na ulazima wa kuwa na leseni kwa kila anayetoa habari mtandaoni, jambo analoeleza kuwa ni kudidimiza haki na uhuru wa kujieleza. Sheria au mahakama za kimataifa ambazo zimeweza kutamka ni kwamba haina haja ya kumzuia mtu ku exercise au kuku, kuku, uh, kujieleza, uhuru wa kujieleza hauna haja ya kuzuiliwa kwa kutumia vifungu ambavyo vinaweza kumfanya mtu awe, a, a, a, aweze kupelekwa kwenye kesi ya jinai, hata hiyo adhabu nayo pia milioni tano, kwa sababu tunaamini kwamba kila mtu ana uhuru wa kujieleza. Kwa hiyo kwenye ile sheria kwanza, ukiangalia kuna mazuio mengi sana ambayo yanaenda kinyume na haki ya uhuru wa kujieleza. Kwa hiyo tunachokiona hapo sisi ni kwamba hata hizo adhabu pia hazikutakiwa kuwepo, ukisoma ile sheria. Uh, inajaribu kuweka kila mtu ambaye anatumia mitandao na kutoa taarifa kama vile anatumia kwa ajili ya kuingiza pesa au kwamba kila mtu ni kampuni au kwamba kila mtu anajitahidi kwamba anatoa taarifa ili apate kitu fulani, lakini sio uhalisia kwa sababu watumizi wengi wa mitandao ya kijamii wengi wao huwa wanatoa tu taarifa na wanapokea taarifa kwa hiyo, huwezi ukasema kwamba huyo mtu anahitaji kutoa TIN namba yake. Huwezi kusema kwamba mtu inabidi anahitaji leseni kwa sababu yeye ni mtumizi wa, wa kawaida. Shauri hilo ambalo linatarajiwa kufanyiwa maamuzi limewakilishwa na mawakili waandamizi wanne wa serikali wakiongozwa na Stanley Kalokola. Asante sana Hazla Omari kwa taarifa hiyo zaidi ya wazazi na walezi elfu saba wenye watoto walio chini ya umri wa miaka miwili katika halmashauri ya wilaya ya Musoma mkoani Mara wamepatiwa elimu ya lishe bora, hatua inayolenga kupunguza udumavu na magonjwa yanayochochewa na lishe duni miongoni mwa watoto wachanga. Adam Kaduta anaripoti kutoka Mara. Ni katika kikao cha tathmini ya lishe kwa robo ya kwanza kwa mwaka wa fedha Julai Septemba elfu mbili na ishirini na tano ambapo afisa lishe wa halmashauri hii Nyambona Vedastus anasema elimu hiyo imetolewa kupitia vituo vya kutolea huduma za afya na imewafikia walengwa kwa asilimia mia moja. Utoaji wa elimu ya lishe kwa wazazi na walezi wenye watoto wenye umri wa chini ya miaka miwili katika vituo vya kutolea vya afya, wazazi waliofika vituoni wote walipata elimu hiyo, ambao walikuwa ni wazazi 7978 na wote walipatiwa elimu hiyo. Shughuli nyingine iliyofanyika ni kupimwa hali ya lishe kwa watoto wenye umri chini ya miaka mitano. Vile vile kuna tathmini ya kampeni ya matone ya vitamin A iliyofanyika iliyofanyika kwenye vijiji vyetu. Kuna timu ilikuwa inatembea huko katika vijiji vyetu kufanya tathmini ya matone ya vitamin A waliopokea watoto kuanzia miezi 6 mpaka miaka mitano. Pamoja na mafanikio hayo bado ushiriki mdogo wa viongozi wa vijiji na vitongoji katika utekelezaji wa mikataba ya lishe unatajwa kuwa changamoto inayokwamisha kasi ya utekelezaji wa afua hizo. Kweli ushiriki bado ni hafifu kwa viongozi wa serikali so za vijiji na nadhani ni kwa sababu ya mwamko mdogo ambao bado wanao elimu bado imekuwa ni ndogo kwao, kwa hiyo E, tunaendelea kuwahamasisha kupitia vikao mbalimbali ili kuleta ufanisi mkubwa kwenye kata yangu. Kwa kweli hali ni nzuri, hali ni nzuri. Nimekuwa nikipokea ma, maoni mazuri na matokeo mazuri kutoka kwa wahudumu wa, wa afya ngazi ya jamii. Akizungumza wakati wa kikao hicho mkuu wa wilaya ya Musoma Juma Chikoka anaipongeza halmashauri hii kwa kufanya vizuri katika utekelezaji wa mkataba wa lishe huku akitilia mkazo masuala haya muhimu: utengaji na upelekaji wa fedha za lishe, ili jambo lifanyike kwa wakati bila ya kukosekana. Lingine ni hili swala la, la upa, uh, chakula mashuleni. Tunaona idadi ya shule zinazopata chakula mashuleni zinaongezeka, lakini idadi ya wanafunzi wanaopata chakula mashuleni bado ni changamoto. Tuendelee kuhamasisha na kuhimiza wazazi walezi, wahakikishe kwamba wanatambua hili ni jukumu ni la kwao. Adam Kadutu, TVE habari Mara. Asante sana Adam Kadutu kwa taarifa hiyo jamii imeaswa kuacha tabia ya kutumia mitandao ya kijamii kuwaumiza na kuwadhalilisha watu wengine. Kufanya hivyo ni uvunjaji haki za watu na kinyume na sheria za nchi. Mohamed Jamali anaeleza zaidi. Akizungumza katika mafunzo ya kuwajengea uwezo w watendaji wa madawati ya jinsia na watoto leo Novemba 13, 2025 katika chuo cha polisi Zanzibar, wakili na mwanasheria wa jeshi la polisi kamishona ya polisi Zanzibar, mkaguzi wa polisi Insp Sadiki Ali Sultani amesema kumtisha, kumsumbua kumshurutisha au kumuumiza kisia mtu kwa kutumia mitandao ni kinyume na kifungu cha 23 namba moja cha sheria ya makosa ya kimtandao ambapo adhabu yake ni faini isiyopungua milioni tano 5 au kifungo kisichopungua miaka mitatu au vyote kwa pamoja. Lazima sasa jamii iweze kufahamu kwamba ipo sheria inayosimamia eh makosa ya kimtandao kwa maana cyber crime Acti. Lakini pia katika ile sheria yako makosa ambayo yanajihusisha moja kwa moja na ukatili dhidi ya mtoto eh, na udhalilishaji wa kijinsia na sisi kama polisi ambao ndio wasimamizi wa hizo sheria tunapaswa kuweza kuchukua hatua pale ambapo mtu anakwenda kuripoti kwenye kituo cha polisi au kwenye dawati la jinsia na watoto. Mtendaji wa dawati la jinsia na watoto kutoka makao makuu ya polisi staff sergeant Makame Hatibu Makame na afisa hifadhi kitengo cha mtoto kutoka idara ya ustawi wa jamii Fatima Maulid ni miongoni mwa washiriki wa mafunzo ya namna ya kushughulikia makosa ya udhalilishaji wa kijinsia na watoto. Wamesema mafunzo hayo yamewajengea kushughulikia kesi za udhalilishaji kwa ufanisi. Semina hii ya mafunzo kwa sisi watendaji wa dawati ni semina muhimu sana, kwa sababu tutajengea misingi imara katika hali ya kushughulikia mashauri haya ya udhalilishaji kwa ufanisi wa hali ya juu zaidi, lakini pia kuna mbali zaidi kufahamu namna gani ya kuweza kutoa huduma adhimu kwa wale ambao ni manusura wa makosa haya ya udhalilishaji wa kijinsia na ukatili dhidi ya watoto na kwa ujumla. Uh, ndani ya siku hizi ambazo tuko hapa tutajifunza mengi sana ikiwemo pamoja na kupata elimu ya taaluma ya kisheria, lakini pia kuyajua makosa yenyewe, vijenga kosa vya makosa yenyewe, lakini pia namna ya kuwa hoja hutumiwa mbalimbali na mashahidi mbalimbali mbali kwenye kesi za jinai, jambo ambalo kwa ujumla taweka misingi imara ya kesi zetu za jinai kuweza kushinda pale mahakamani. Ni mafunzo ambayo nilojifunza au nilonufaika, na yatanifanya niwe na uweledi zaidi. Imekuwa kwangu ni chachu katika utendaji wangu ama majukumu yangu ya kazi kupitia mambo ambayo nimeyapata hapa. Hususan ni kuigusa kwenye sheria kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo vilikuwa vinafanyika au tunafanya ambavyo bila kuzingatia ile sheria inayotakikana haswa. Asante sana Mohamed Jamal kwa taarifa hiyo.